Katika jiji lenye kelele za maisha, palikuwepo na kijana mmoja, Boniface Mwangi Kariuki mwenye umri wa miaka 22. Alikuwa mfanyabiashara mdogo tu, akiuza barakoa mitaani jijini Nairobi ili kujipatia riziki halali. Lakini tarehe 17 Juni 2025, maisha yake yalibadilika milele. Siku hiyo, maandamano yalilipuka nchini Kenya baada ya kifo cha kijana Albert Ojwang aliyefariki akiwa mikononi mwa polisi. Wananchi walijaa mitaani, wakilia haki na kupinga ukatili wa vyombo vya usalama. Bonifas hakuwa mwanaharakati, hakuwa na mabango wala mawe, alikuwa na bidhaa zake, barakoa mkononi akiwa kando ya maandamano. Lakini kamera za runinga zilimshika akiwa anapigwa teke, akirushwa hovyo na baadaye risasi ya polisi ikapiga kichwani mwake kwa karibu. Dunia ikasita. Boniface alikimbizwa ICU katika hospitali ya Kenyatta, damu ikimwagika, maisha yakining'inia kwa uzi mwembamba. Madaktari walifanya upasuaji wa dharura, wakitoa risasi kisha mabaki ya risasi kwenye ubongo wake. Upande wa kushoto wa ubongo wake umeharibika vibaya, uwezo wa kuzungumza na kutembea sasa ni ndoto. Baba yake Jonah Kariuki anaendelea kulia kimya, huku akiwa hodari mbele ya kamera. Familia imepoteza zaidi ya shilingi milioni moja katika matibabu. Hali ikawa mbaya zaidi walipoibiwa dola laki mbili na matapeli waliodai kusaidia matibabu. Polisi wawili, Klinzi Barasa na Duncan Kiprono wamekamatwa.